breaking news ndine Morton Baghaya kubetsa nikani mene kutipeza kumena papa a president Arthur Peter Mutharika kasopano atulusa list yonse ya macabinet minister Ngakhale kuti minister of defence palibe chimene ndikufuna ndipanga apa ndikupanga react kuti mu cabinet list blog post yanga chimene chadabwitsa ndi chodi pali anthu 10 I mean, amene ayakhapo milandu ku polisi ku kodi anafufuzidwapo komaso nakuidwao anak, <laughs> ndi nkhani zosiyanasiyana kwina ndi kwina run down ndikufuna ndingo kupasani zimene zili mu cabinet momwe ndi zimene anachita ndi milandu zimene anapalamula choyamba atapita mthaliga yemwe wazipasa u commander in chief umene umabwera ndi udindo wa president Uh, ISB amafuna kumpanga uh, interview a uh, Peter Mtalika pa July 21 pa mlandu wa amena magwisa nchito TPIN namba TPIN uh, uh, eh, eh, Alfred Luwani Gangata anamangidwa sandaya

mkulu uh, uh, wa bungo lijala mek mene my elections aja kunkachitika then acaa en muliso zambilizi fachi amene anali ndi kesi ku high court mu 2025 uh, election dispute mene yokhuza ndicikomano mbili yo, sikutikhuza kambiri uh, George Patridge nawonso anaoneka mu court eh, ngani zake zo zochosedwa ntchito eh, ku ntchito yawo ya kale hmm pacha analandira chikompensation kumene kwachambi mbili eh, ndi gulu lawo then kuli Feston uh, Kaupa hmm? nawonso uh, aombudsman report inapeza kuti kunachitika ma maladministration ku kumene ankagwira ntchito ku Central uh, Medical Stores Trust but this was not a criminal case ndiye

Uh, Deputy Minister of Homeland Security Honorable, Honorable Norman Chisai, Deputy Minister of Gender, Children and Disabilities and Social Welfare, Martha Nguila Deputy Minister of Education, Science and Technology, Francis Fole, MP wasaina zimenezo ndi Adak K. Saidi, PhD Chief Secretary wa President kandi wa ndani koma nkhani yake ndiimene yoyo

Eh, eh, bai by the way pegi aini pa facebook ili pa suspension ndizabwera pa facebook eh, after November 25 munthu aliyense amene akupanga post pa mine, unless, facebook amene akunena kuti ndi moto mbalaya amene ndiwakuba unless person persona facebook pegi aini cheers asakubereni